Waziri, baada ya maelezo hayo, sasa kuhusu uzinduzi na mfumo huu kwa ujumla, naomba nimkaribishe uh, Mr. Suwedi Yunus Abdalla kwa niaba ya wanadiaspora ambao wapo nao, kutoa salamu na kusikia machache kutoka kwao, kama sehemu ya uzinduzi wa mfumo wetu. Karibu sana. <coughs> Asante sana uh, waziri wa nchi ofisi ya rais ikulu, mheshimiwa Dr Sadam Kuya, katibu mkuu ofisi ya rais ikulu, ndugu Saleh Juma Musa, mabalozi, wawakilishi wa kutoka serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania, wawakilishi wa UNFDA, viongozi mbalimbali mbali wa serikali, wageni waalikwa na wanadiaspora wote, pamoja na mliojiunga kwa kupitia mtandao, assalamu alaikum. Mimi ni mwana wa diaspora mwenye ukazi Uingereza ambapo katika masuala yangu ya kujitolea ninashirikiana kwa ukaribu na idara hii ya uratibu wa Wazanzibari wanaoishi nje ya nchi, Zanzibar diaspora. Nimepewa nafasi na heshima hii ya kuzungumza kwa niaba ya Zanzibar diaspora walioko Zanzibar kwa sasa. Hata hivyo, naweza nisiyaseme yote, ila nitajitahidi sana. Napenda kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu tujaalia nguvu na afya ya kuweza kuwepo hapa leo katika tukio pekee ya uzinduzi wa mfumo wa usajili wa diaspora wenye asili ya Zanzibar. Ni jambo ambalo watu wengi walikuwa wanalisubiri kwa muda, na leo hatimaye hili jambo linafanyika. Na naomba nikiri, mheshimiwa, mimi ni mmoja wapo ambao sana nilikuwa nawazungumza na wakurugenzi na mkurugenzi na msaidizi Mariam, nawasumbua sana Mbe, jamani, vipi huu mfumo lini? Anaambia subiri, takuja. Na hatimaye leo nimefurahi kwamba, Mheshimiwa Waziri, naanza kwa kutoa shukurani za dhati kwa serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kutambua rasmi na kuthamini mchango wa Zanzibari wanaishi nje ya nchi kupitia sheria ya Diaspora, the Diaspora Act. Hili jambo kubwa sana. Hatua hii inaonyesha heshima imani na dhamira ya kweli ya kushirikiana Wazanzibari waishio nje diaspora kuwa washirika katika maendeleo ya taifa na sio tu kuwa watazamaji kutoka mbali. Tuko pamoja. <clears throat> Tayari juhudi zimeonekana na kuleta mafanikio kwa vitendo kutokana na mwelekeo huu, na nimefurahi sasa hivi kusikia kwamba wamefikia elfu moja ni mara ya mwisho nimezungumza na mkurugenzi, nilisikia mia saba. Kwa hiyo hongereni sana, mheshimiwa waziri, pamoja na mafanikio haya na changamoto ambazo bado tunapendekeza zishughulikiwe ili kuimarisha ushiriki wa diaspora. Tunajua popote penye changamoto ikishughulikiwa pasavyo, inakuja kutoa matokeo chanya na mazuri. Changamoto kubwa ni swala la umiliki wa ardhi. Kwa sasa wana diaspora wanaweza kukodisha ardhi lakini hawawezi kumiliki moja kwa moja. Hali hii inaleta kikwazo, utata kwa uwekezaji wa muda mrefu, na kama mlivyo introduce, wapo wawekezaji, watu wana nia kubwa sana ya kuwekeza kwa muda mrefu, lakini bado wanaswati, hasa kwa wale wanaotaka kujenga nyumba kuanzisha biashara au kuendeleza miradi ya kijamii na vile vile kuwashajihisha watoto vizazi ambao hawajazaliwa Tanzania kuja rasmi na kuwekeza. Watoto wanawambia nendeni nyumbani, sawa, lakini wanasema kitu gani ambacho kipo kule kitatufanya sisi tukae? Kwa hiyo vitu kama nyumba, biashara. Pia nawashajihisha wale ambao wamizaliwa Tanzania watoto na hata ambao hawajazaliwa. Unapata kuona inashajihisha sana Azma ya Zanzibar diaspora wengi ni kurudi nyumbani, kujisikia kutulia na kukaa kwa muda mrefu bila ya kuwa na hofu ya kuondoshwa. Bila shaka, wanaamini nyumbani ni nyumbani, na hapa niongeze pia hata wenye kutaka kuanza familia. Wana familia zao nyingine nyingine, wanataka kuanzisha familia ya pili huku, vile vile sio mbaya <laughs> <Sintertain>, lakini sio mbaya <laughs> Changamoto nyingine muhimu ni suala la makazi ya kudumu bila. Uwepo wa hadhi maalum ya ukaaji wa kudumu au wa muda mrefu, wana diaspora hawatoweza kuishi Zanzibar bila kikomo, hata kama wanawekeza au kufanya kazi hapa. Hii inapunguza motisha ya kuwekeza moja kwa ma, moja kwa moja, kwani bado wanajisikia ni wageni. Hata mwambia vipi, lakini bado wanajisikia kwamba bwana, mimi ngeni kule nyumbani, lakini bado wanajisikia vipi. Mheshimiwa Waziri, swala jingine kama pendekezo, changamoto, nimepewa nafasi dakika tano, nimeambiwa. Kwa hiyo nikianza na changamoto nadhani sitamaliza, lakini tunaenda kwenye mapendekezo. Uh, mikutano ya mara kwa mara. Kwa kweli, kwa kweli tunashukuru kwamba leo imefanyika hii na nyakati za nyuma pia kuna mikutano imekuwepo, lakini tunaona iongezwe mikutano ya mara kwa mara ili kuondoa, uh, tatizo la kutopata habari kamili, kwa sababu sa nyingine habari inaweza kupotoshwa, lakini kama kuna ule mkutano mara kwa mara wakurugenzi wafanya kazi nye viongozi wakubwa, ikiwepo mikutano hii, imani kubwa itakuwepo kati ya diaspora Zanzibar, diaspora na Zanzibari kuna viongozi na serikali. Pendekezo jingine ni jukwaa rasmi la majadiliano, hili lipo kwa mujibu wa sheria ya diaspora, tukiangalia diaspora act. Uzuri kama nilivyosema mwanzo, diaspora act ndio mwongozo na inatusaidia. Kwa hiyo tukifuata hili nadhani tutafika na tutakuwa na mafanikio makubwa zaidi. Kingine ni matukio ya kuwa hamasisha fursa za uwekezaji na mchango wa diaspora Zanzibar, hili litajenga uhusiano zaidi. Haya ikizingatiwa, tunaweza kudumisha ushirikiano thabiti kati ya serikali taasisi za ndani na wana diaspora. Najua kuna wawekezaji hapa kwa sasa hivi kwa Zanzibar, wako wengine nje na walioko hapa wamefanya vizuri sana, nadhani labda itaonyeshwa video na nini na wapo hapa wengi, nawaona wengine kwenye mashule, kuna wata, walimu kuna wataalam wa sayansi, kuna wataalam wa kilimo, kila aina wataalam. Kwa hiyo nadhani tukiwa na, na matukio ya kuonesha, kutakuwa kuna ile positive energy kwamba eh, kweli hawa na diaspora wako sio tu. Kuna usemi sa nyingine wanasema hawa ni junjulaya. Hapana, hatuko ni washirika na tuko pamoja. Mheshimiwa um, Waziri, napenda pia kutoa shukrani za dhati kwa ushirikiano uliopo baina ya serikali na Tanzenge ambayo ni kampuni yangu, mimi ndo mkurugenzi uh, ninaosimamia hii ambayo humo nina program inaitwa Tanzenge youth volunteer diaspora program. Nimeita youth volunteer diaspora lakini, sio kwa ajili ya youth, hata wazee hata yoyote ambaye anaweza kuchangia, ambaye yuko nje anaweza kuchangia kwenye maendeleo ya nchi yetu, ambapo hii inaenda sambamba na programu ya idara ya diaspora, ambao wana transfer of knowledge through expatriate nationals. Nimeweza kushirikiana nao, ambapo utafuta wataalam wenye asili ya Tanzania, Tanzania diaspora kuja kutoa mafunzo kwa kujitolea atika ofisi za serikali na sekta mbalimbali hapa Zanzibar Zanziba, hmm? pia tayari imetia saini mikataba ya makubaliano na wizara ya elimu kufanya hivyo, wizara ya afya, wizara ya miundombinu na uchukuzi. Na ushirikiano huu umeleta matokeo ya vitendo. Kwa mfano, amewahi kuja mtaalamu <coughs> IT kutoka Amazon haji kutoa mafunzo na State University of Zanzibar kaja kutoa lecture kwa wanafunzi kama 30 na wa lecture watatu. Hii inawa inawapa moja wa diaspora pia kujua kinachoendelea nyumbani, kwa sababu tatizo limekuwepo sana nyingine, kwamba wa diaspora hajui kinachoendelea nyumbani, na hapa nyumbani pia hajui kinachoendelea kule nje. Kwa hiyo kukiwa na ushirikiano mzuri, itaweza kuleta sana maendeleo sana fikra potofu kushirikiana wanau kwenye upande. Pia wizara ya elimu imeweza kushirikiana nao, kaleta kocha ambaye ana experience ya miaka ishirini Uingereza. Uh, amekuja kutoa mafunzo kwa makocha wa mpira kwenye uh, hizi shule juzi juzi. Pia kama miezi mitatu iliyopita alikuja mtaalamu wa mambo ya special needs watoto ma, ma, ma wenye mahitaji maalum wenye usonjo autism, amekuja ametoa mafunzo kwa bure kabisa. Kwa hiyo inashukuru kwa ushirikiano huu, na nimefurahi leo nimemwona naibu katibu mkuu pale. Hawa tuko kwenye process ya na wizara yake mpya. Pia nimefurahi sana na katibu mkuu wizara ya elimu, pia tuko pamoja. Kwa hiyo, kwa kumalizia, napenda kutoa shukrani zangu kwa serikali na shukrani zetu kwa serikali na kwa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kuonesha uwazi na ushirikiano kwa diaspora. Napenda kusema Zanzibar diaspora sio wageni tu. Zanzibar diaspora ni washirika wachangiaji, pamoja na Wazanzibari hapa Zanzibar kwa ajili ya kuleta maendeleo kwa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla.